Wakenya, hoye PLP na muli tuone, na tukienda na na mkatuone. Lakini mi sometimes nasema afadhali hivyo, sababu kama angeanguka, sisi wote tungekuwa tunalia, tunasema tumepoteza ndugu yake Yesu. Kwa hivyo sasa tumejua, na ndio maana tuko hapa because we believe in unity and we believe in liberation, siyo ni ukweli? Your excellencies, mimi hapa nasimama naitwa Karungo Wadhangwa, Karungo Wadhangwa, seneta wa Kiambu. Na mimi ni Getungati, mimi nafuata Rigiji, akituambia twende hivi tunaenda hivi. Saizi ametuambia, ametwambia tukuje hapa ndio tuungane na our sister Martha Karua leo akianzisha upya chama chake cha na Kenya kiwe uh, People's Liberation Party, na ndio maana tuko hapa. Lakini tumeambiwa hapa: Let us remember not to forget that the government is weaponizing agencies. Let us remember not to forget they are weaponizing DCI to to silence those who are criticizing the government. Let us not forget, let us us not not forget, remember to forget that they have now started using other agencies like Kenya Kenya Power Power to bring down devolution. devolution Because how can Kenya Power switch off light for hospitals in Mombasa, in Kiambu, in Mombasa, Kiambu, Nairobi? Sababu anataka kuleta devolution chini. So we say we say will stand together as a Senate. Nandiyo maana ma senators tuko hapa. Ndiyo tuseme lazima tutetee devolution. And I believe Mother Karua, the party leader of PLP, believes in devolution. Because without devolution, and they are threatening us with isolation, devolution ndiyo ya maana zaidi. Ndiyo waki threaten isolation, tukue na magavana ambao wanafanya kazi. Ya mwisho, mimi nataka kuambia kitungati rigiji mwenyewe, ambaye tunafuata, ambaye tunafuata, endelea kuongea baba, endelea kuongea. Umetetea madha kome, masi yesu wote wametumwa wapige picha na madha kome ati ndiyo kuonekana, hakuna shida. Umeongea kuhusu gold ambayo wanataka kuuza kule Sudan. Sasa wametengeneza sheria na iko mbele ya bunge, na mimi nataka kuomba hao wabunge muangalie hiyo bili imeletwa kwenye bunge ya gold. Wanataka kutengeneza kampuni zao waweke huko ndani, hiyo tuangushe mapema na mapema asubuhi

Mi nauliza wale wabunge ambao ni wanaume, ambao nyinyi wote muko pande ya Kasongo, mnafanya nini huko? Mulete longi zenu zote tupatie maza Karua, mulete atengeneze rinda, na nyinyi mwanze kuvaa hizo marinda, sababu nyinyi mumeshindwa kutetea wa Kenya. Lakini mauti, Kenya tuko sawa, tuko na baba na tuko na mama. Mambo iko hivyo.